Jambo na karibu. Bodi ya nyuma ya gari ya tiba imemponda mpambanaji akitafuta riziki huku Mlolongo. Kijana mmoja mwenye umri wa miaka ya makamo ameaga dunia leo asubuhi, Huku Mlolongo akiwa kazini kutafuta riziki. Inasemekana kuwa wakati huo kijana huyo mwenye umri wa mua, miaka ya makamo alikuwa anatoa kokoto kwenye tiba kipindi alikutana na kifo ghafula, alipopondwa vibaya na bodi ya nyuma ya tiba na kuaga dunia papo hapo. Wapambanaji wenzake wamesema kuwa bodi ya nyuma ilimponda na kumkata kichwa ila sasa wame, wamesema kuwa hawezi kuiacha kazi hiyo kwani ndio inawalisha kila siku. Hiyo ndio taarifa ambayo tumeipata kwa sasa kwamba kijana mmoja ambaye amepondwa vibaya na gari aina ya tiba ambayo inanyanyua na kusomba kokoto ambayo imemponda mpambanaji mmoja na kuaga dunia. Langu jina la salia kuwa Maskini Msomi.